ni siku nyingine tena na wakati mwingine tena tuendelea kukutana ndani ya 98.7 FM. Najua mnatamani sana tuendelee tujue tufahamu kipi ambacho kilitokea kwa Jenifer, ni kitu gani ambacho haswa kilitokea mi naitwa Madam T, unasikiliza 98.7 FM. Ni kukumbushe tu kwamba simulizi hizi pia zinapatikana katika mitandao yetu ya kijamii e, YouTube ukiandika Banana FM TZ, basi utaona kuanzia Jenifa sehemu ya kwanza na kuendelea. Tunaendelea leo pale ambapo tuliishia. Jenifa anasema tweni wake amehukumiwa miaka saba na faini ya milioni milioni tano, kahukumiwa vyote kwa pamoja. Na Jeni anasema amekuwa hana tena namna ya kufanya yuko nyumbani kwa kaka yake bado lakini Jennifer anasema baada ya ile siku ya hukumu kesho yake anasema anaona kwenye mitandao ya kijamii kwamba Instagram huko anaona amepostiwa WhatsApp kwamba Felix kamvisha peti dada yake Miriam tukumbuke kwamba Miriam aliwahi kudeti kutokuwa na mahusiano na Felix mwanzo kabisa lakini wakiwa wameenda kwenye sherehe ilikuwa ni birthday ya Felix. Miriam alimwacha alimwacha alimwacha Jenifer kule, kwa sababu Miriam sio mtu, alikuwa mtu stare sana. Alimwacha ili am, ni kama amlinde aimumba mdogo wake amlinde, baada ya Jenifer kumtia msitizo sana kwamba unamwachaje Felix hapa kuna wadada warembo wengi, usimwache peke yake na nini. Kwa hiyo Jenifer alibaki alivyobaki. Jenifer anasema Felix kama tunakumbuka Felix alimlagai lagai ile mlagai lagai Jenifer Jenifer kaingia king, wakalala pamoja. Felix akampenda ghafla, upendo ukamia kwa Jenifer, akampenda Jenifer na kweli, sio kwamba alikuwa bahati mbaya, alimpenda na ikajulikana. Yika, akachafuliwa kwa kurekebana tabia mbovu na nini, lakini Felix akatangaza nia kumooa. Alipotangaza nia kumooa, ni kweli aka send off ikafanyika mchakato wa harusi ukaanza kufanyika na Felix akataka akataka nani huyu kichwa amna wetu Jennifer arudi chuo akasome chuo, ili apate ataheshima pale nyumbani kwao atakapokuja kuolewa aheshimike fulani, sawa. Ametoka kwenye familia ambayo haipo vizuri kiuchumi, lakini ni msomi, akamsomesha mwaka wa kwanza, kalivananga kaf, kafumaniwa na kaka jambazi wake ambaye alimficha siku ya pete. Utakuwa tunakumbuka vizuri sana, ambao tumeacha tumeanza mwanzo vizuri. Siku ya pete alikuja wakavamia, akavamia wakaiba yeye na Jennifer, alimficha huyo mjambazi, alikuwa mjui afanyaje, lakini alimficha kwa sababu alimwokoa sibako na wale majambazi wengine. Kwa hiyo Jennifer anasema kaja akafumaniwa na na na na na, Felix ambaye tayari alikuwa ni mchumba wake amebakiza kama miezi miwili hivi kwenda kwenye ndoa. Harusi kairishwa kila kitu karibisho kairishwa, kairishwa baada ya Jennifer kuambia atoe ushahidi ili Tony afungwe lakini Tony alitoa ushahidi wa kumtetea Tony kwa hiyo ndoa ikairishwa. Kwa hiyo sasa yule kaka yake akamwacha Jennifer kumbe alirudi tena kwa Miriam walirudiana tena na Miriam. Kumbuka Miriam na Jennifer so ndugu wa baba mmoja mama mmoja, hapana, lakini Jennifer na Miriam ni mtu na mtoto wa shangazi yake, kwa maana ya kwamba Miriam ni binamu yake, yaani baba yake Jennifer na mama yake Miriam ni mtu na mdogo wake, kwa hiyo Miriam ni mtoto wa shangazi yake Jennifer. Sio kwamba ni ndugu dada wamezaliwa pamoja, hapana, lakini wamelelewa pamoja wamekuwa pamoja dada yake mamini shangazi yake Jenifer ambaye ndo mama yake Miriam alipata ujauzito akiwa bado yuko shuleni. Kwa hiyo baba kaka yake yani, sasa babake Jenifer alimchukua Miriam kutoka kwa mama yake na akamlea ili mdogo wake arudi shuleni. Kwao ndo maana wamelelewa pamoja na Jenifer. Anasema hatujaachana sana, hatujapishana sana, tumepishana kama miaka mitatu. Kwa hiyo hatujaachana sana, tulilelewa pamoja, tukakuzwa pamoja. Kwa hiyo Jenifer anasema nilistaajabu kuona kwamba hey, Felix amerudi tena kwa dadangu na ameenda kumwoa dadangu. Nikawa najiuliza how come, kama wame wazazi wangu wamekubali hili litokee, itakuwa ni kama sinema, hii ni kama movie. Yani inakuwaje? Wajiona kama wanawachezea mabinti zao na nini? Lakini Jenifer anasema nilishikwa na butwaa baada ya kuingia pia kwenye kwenye kwenye page, kwenye kwenye status ya dada yangu Miriam, na akawa ameandika ujumbe ni kama ulikuwa tu umeniface me, yaani ni Jennifer nasema sijui niliona kama ni kijembe kwa upande wangu, na akiandika kwamba usikatie usikatie tamaa kitu ambacho unakiamini ni cha kwako na usimkufuru Mungu kama cha kwako ni cha kwako tu fungu lako ni la kwako tu yeye anasema nilisi kama alikuwa ananisema mimi lakini anyway iko hivyo imetokea hivyo lakini Jenifer anasema nilipokuwa nimekaa pale nikawa na tafakari na tafakari na kutafakari nikajikuta ni yeye kelele kwa nguvu wifi yangu akaja spidi akaniuliza Jenifer kuna nini nikamwambia ni sherehe hii ndio ulikuwa unazungumza akaniambia oh Jenifer kumbe ulikuwa hujui kabisa kabisa dada yako amevishwa pete leo, na mi nimekuficha kwa sababu sikutaka uendelee kuumia, sikutaka niendelee kuona unateseka, una unaumia kwa hiyo, huo ndo ukweli. Jenifer anasema ah, niliumia sana, sikulia kabisa siku zile, la maumivu hivo niliokuwa nayo moyoni mwangu, mm -mm, nikamwambia dada, wifi yangu sasa, wifi, mbona wewe hujaenda ni sehemu muhimu, mbona wewe hujaenda? Akaniambia hivi hivi, naanzaje kukuacha mwenyewe katika siku ngumu kama hii. Hata mama yako ametamani sana kuwa hapa, lakini vile hajataka maneno, amepusha maneno, ndo maana ameenda. Hata jana mahakamani alitamani sana kuwepo mahakamani, lakini alibanwa sana na wageni na akashindwa. Na kama asinge asipo asipokuwa pamoja na Miriam asipokuwa kwenye pete yake, basi watu wangesema kwamba anamchukia au anamtenga, kwa sababu kwamba huyo mwanaume alitakiwa kukuoa wewe. Unajua tena watu alivyo na maneno yani. Ni kweli, nikamwambia asante sana kwa kuwa na mimi katika wakati mgumu kama huu, ila siku nyingine niambie, nitakuruhusu uende ukafurahie na wengine, kwa hiyo usijibane wala usijinyime kwa sababu yangu. Jenifer nasema wifi yangu, akacheka kaniambia, nikafurahie? Nikafurahie nini bwana na wewe, mimi nina wifi mmoja tu. Jana Jenifer nasema wifi yangu alikuwa anacheka huku akitabasamu. Nasema ukweli ni kwamba nilipatana na wifi yangu sana kuliko mtu yeyote, yani alikuwa ni kama dada yangu, nilipatana naye sana. Nikaambia wifi yangu akaendelea tu na mambo yake. Jenifer anasema siku ile kwa kweli nilijisikia vibaya. Yaani nilikuwa nasikia uchungu ambao nimeshindwa hata kulia. Nimeshindwa hata kuyatoa machozi. Yaani naumia, naona kama Felix's family yetu anatuchezea ana ana do. Yaani anatuchezea kama bahati na sababu yenyewe, yani nashindwa kuelewa. Jenifer, yani anasema nilipata maumivu. Nilikuwa nasikia uchungu. Natamani kulia, siwezi. Natamani sijui nifanye, siwezi. Yani siwezi kufanya chochote. Jenifer anasema niliingia tena kwenye mitandao ya kijamii, nikaingia tena WhatsApp status. Anasema kila post, kila baada ya posti moja niliona amepostiwa Miriam akivishwa pete na Felix. Kila mtu alikuwa akimpongeza, hadi marafiki zangu walikuwa walikuwa akimpongeza na kusifia stori yao ya mapenzi, hasa kwa upande wa Miriam aliyesifiwa kwa mwanamke mtulivu, mwenye imani na asiyekata tamaa. Anasema Felix alimposti Miriam kwenye kurasa zake zote za mitandao. Anasema aliposti picha kwenye mtandao wa Instagram, sio, sio aliposti, sio, na picha yake na, na Miriam akaandika kwamba she said yes, mwanamke wa ndoto yangu, tulizo la moyo wangu, wewe ni kila kitu kwangu, nakupenda sana. <sighs> Jenifer anasema hiyo caption iliniumiza, yaani alikuwa na alikuwa yaani, hai, haimzungumzii hai, Miriam. Lengo lake lilikuwa ni kuniumiza mimi, na kama alikuwa anataka dunia iamini kwamba mimi ndiyo kosa kubwa alilowahi kulifanya kwenye maisha yake. Jenifa anasema niliamini kabisa Felix alifanya hayo kwa makusudi ya kuniumiza, maana kuonesha mapenzi mtandaoni haikuwa hulka yake kabisa. Sasa so anajionyesha kwamba yuko romantic, anajionyesha kwamba ame yani, anavyoandika captions zake ni kama vile yani amejutia ame... alikuwa na mwanamke ambaye ni wa ajabu, yani mimi ndio nilionekana kama nina ni makosa dunia hii haijawahi kutokea. Alijionesha kwamba ana mapenzi sana, si kwa Miriam tu bali kama kwa familia yangu yote. Jenifer anasema niliingia tena kwenye status ya Miriam. Anasema Miriam ni mtu ambaye kama hivyo mnavyomjua, mtoto wa Mungu hivo, akiposti status zake ni zake Mungu, Mungu mwenyewe na nini. Anasema niposti video fupi na akaandika, wakati wa Mungu ni wakati sahihi, haijalishi itachelewa kiasi gani, lakini riziki yako itakuja tu, omba, usikate tamaa. Mwamini Mungu kilicho cha kwako ni cha kwako tena. Yaani anasema hii caption haina tofauti na ile alikuwa ameandika ya kwanza. Lakini yaani anasema ujumbe ulikuwa ni ujumbe moja kwa moja kwangu, kielekezwa kwangu. Binafsi anasema yaani anasema binafsi mimi sikuwa na wivu. Lakini roho iliniuma sana kwa yale ambayo yalishatokea wakati wao wanafurahia mimi niko mbali na Toni. Ndio kitu ambacho kiliniuma roho sana. Yaani anasema wangefanya hayo yote mi nikiwa Wala Wala, na, na ni ni ni Toni wangu wala mi maumivu ambayo naisikia roho inavyoniuma hivi isinge niuma hivyo. Jenifer anasema nikaanza kumwaza Toni wangu upya, sijui yuko na hali gani, sijui hali yake ikoje huko magerezani sifahamu. Lakini kila kitu kilionekana kama kilipangwa makusudi. Jenifer anasema kwa nini baada ya hukumu ya Toni basi ndio siku inayofuata ndio wavishane wa pete Inaonesha kwamba ni kila kitu kilipangwa. Jenifer anasema niliumwa nili, nili, nili sana, nililia sana siku ile, nilianza kumkatwa niupya. Na Jenifer anasema nilianza kupata maumivu makali ya tumbo. Nilipata maumivu makali ya tumbo na baadaye nikaona nimeanza kutoka damu, nimeanza kubleed. Jenifer anasema nilimuita wifi yangu. Na wifi yangu aliogopa sana. Kumbuka huo usiku ulikuwa bado ni sherehe ya Miriam imeisha. Kwa watu wengi walikuwa kwenye arusi. Alipiga simu kaka yangu bila mafanikio yoyote, alienda kuomba msaada kwa jirani ambaye alikuwa na usafiri pia, na akatusaidia kunipeleka hospitalini. Jenifer anasema wifu yangu alienda kutafuta usafiri kwa ajili ya kunipeleka mimi hospitalini, na nilienda hospitalini nikiwa tayari nina maumivu makubwa sana, nimeshaanza kuvuja mpaka damu. Jenifer anasema Niliumia kweli na yale ambayo niliona nili na nilijua kabisa hii ishu nzima itakuwa ilipangwa. Ndio maana tu baada ya hukumu ya Tony Tony wangu, ndipo basi uh, Felix akaamua kufunga ndoa na Miriam. Amini kumvalisha pete kama kumvalisha pete Miriam, ni kwamba alipanga hichi kitu. Kwanini asimvalishe muda wote kama walisharudiana muda wote? Kwanini asimvalishe muda wote na kuamua kufanya prosesi za za, za, za, za, za za pete za harusi, lakini kafanya kipindi hiki ambacho mimi na yeye tumepata uhasama mkubwa lakini pia amehakikisha amemfunga Toni wangu wa ndipo anafanya hivi jine anasema, nilipata maumivu makali sana nilipelekwa hospitalini na Jenifa anasema, nilipoteza hata kile ambacho nilikuwa nimebakia nacho, hata kile nilichokuwa nimesalia nacho basi kilipotea. Jenifa anasema, ni mwanangu, nyumba yangu iliharibika, mwanangu alikufa nilimpoteza mwanangu, kile ambacho niliamini kwamba nitakuwa niki, nikikiona kwa muda wote na nikiamini kwamba Toni nitakuwa namkumbuka Toni, nitakuwa na mwenzi kwa kumtizama yule mtoto. Sikujua ni jinsia gani mwanzo, lakini nilikuja kufahamu pia alikuwa ni mdada mwanangu, alifariki dunia. Jeni anasema mtoto wangu alikufa, tena alifia tumboni Nilibidi nifanyiwe operation ili kumtoa ini anasema, nilimpoteza mwanangu ini anasema, ni siku nyingine ambayo iliniuma tena, nikaumia mno, nimepoteza hata kile nilichokuwa nacho, nasema nilimwambia Mungu, hivi ni nini ambacho nimefanya nastahili yote haya, nastahili kupitia maumivu makubwa kiasi hiki? Binti yangu, mwanangu ambaye nilipanga pia siku ambayo nikijifungua nikitoka hospitali nitampeleka kwa babake japo amwone, hata kama atakuwa nyuma ya nondo atakuwa magerezani, lakini atamwona mwanangu. Amefariki dunia, siko naye tena. Mama yake nimeshindwa kuvumilia, labda ni mimi ndo chanzo cha mwanangu kufa. Ajanasema huo ndo ukweli Nimepitia kipindi kigumu ambacho nimeshindwa kuhandle, nimeshindwa kuvumilia na ndiko kitu ambacho kimepelekea kifo cha mwanangu. Jenifer anasema, mimba yangu imeharibika. I mean, mwanangu amefariki, amefariki akiwa tumboni, amefariki akiwa tumboni, imefanya operesheni kwa ajili ya kutolewa, sasa tayari mtoto ni maiti. Jenifer nasema ilikuwa ni ngumu sana kwangu kwenye pokea hilo lakini haikuwa na namna no ya kubadilisha kwamba hilo tayari limeshakuwa na no way out. Ndivyo ilivyokuwa. Inaumiza sana, inahuzunisha sana Jenifa anasema amepoteza na mimba yake mwanaye ya amekufa. Itakuwaje? Kitu gani ambacho kitaendelea kutokea? Felix na Miriam watafunga ndoa sasa. Hapa tujiulize, mimi pamoja na wewe, Felix amemwoa Miriam kwa sababu bado alikuwa anampenda au amemwoa ili tu kumkomoa Jennifer? Unadhani kweli bado Felix alikuwa na mapenzi na Miriam alivyorudi kwa Miriam, Miriam alirudi kwa sababu alikuwa anampenda, na ameenda kumwoa, ameenda kumchumbia na kumwoa Miriam. Kumbuka alikuwa tayari muda wote, na alikuwa anasubiri siku moja tu Jennifer aachane na Felix akijua kwamba atarudi kwake. Imetokea hivyo kweli? Hiyo ndoa itakuwa ndoa ndoano? Felix atampenda kweli au ndo kisasi chake kishatuliza na moyo wake, basi atakuwa amefanya kwa sababu ya kulipiza kisasi. Tutafahamu, tutajua maisha ya mbeleni yatakuwaje. Jennifer wetu kapoteza na mimba yake mtoto wake amefia ame tumboni. Ni inaumiza sana Felix Yamin Tony kule atakaa gerezani miaka yote saba au kipi ambacho kitatokea? Mimi naitwa Madam T, endelea kusikiliza 98.7 Banana FM. Endelea kufuatilia simulizi hizi katika mitandao yetu ya kijamii kule YouTube andika Banana FM TZ, usisahau kusubscribe, alafu na kulike na kushare simulizi hizi. Basi kwanza Jennifer, simu ya kwanza na kuendelea zinapatikana kule. Nikutakie jioni njema.